Kwa majina naitwa Linda Oswaldi Mtui, ni afisa mahusiano EACLC. Tumeita leo hapa kuwapa taarifa kuhusu maonyesho haya yaliyoandaliwa na EACLC yanatarajiwa kuanza tarehe ishirini na nane mwezi Novemba mpaka tarehe tisa mwezi Disemba. Zipo taasisi mbalimbali zilizoshiriki kuandaa maonyesho haya, mwakilishi kutoka Tantrade pamoja na manisipaa ya Ubungo. Nia ya maonyesho haya imeandaliwa kwa ajili ya wafanyabiashara ambao wamejiunga na EACLC kuwapa fursa na jukwaa la kuweza kuuza na kuzitangaza bidhaa zao hasa kipindi hichi cha maonyesho tutakuwa na waonyeshaji wa bidhaa mbalimbali zaidi ya mia mbili lakini wapo wafanyabiashara ambao wamepata nafasi ya kushiriki kwenye haya maonyesho ambao sio wapangaji wa hapa EACLC ambao wameweza kuchangia kiasi cha shilingi laki mbili kwa kipindi chote cha maonyesho haya ya siku kumi. Nafasi bado zipo za kupata frame. Hivyo baada ya maonyesho pia kutakuwa na siku za trial ambazo zitakuwa zinaendelea mpaka kumalizia mwezi Disemba, na tutakuwa na ofa mbalimbali kwa wale wafanyabiashara ambao watatamani kujiunga na EACLC kwa siku za mbeleni, siku zijazo. Lakini pia kwenye haya maonyesho ni ya kwanza, tunatarajia tutakuwa na haya maonyesho kila mwaka mwezi Novemba, lakini pia tutakuwa na maonyesho mengine ya mwezi ambayo yatakuwa yanadili zaidi na bidhaa moja moja. Labda mwezi huu tutaenda na bidhaa za majumbani, tutadili na bidhaa za majumbani tu. Hii ni namna ambayo EACLC imeandaa kwa ajili ya wafanyabiashara walioko ndani ya EACLC kuweza kutangaza na kuziuza bidhaa zao.